Habari za wakati huu na karibu katika utabiri wa hali ya hewa ambao ni wa saa ishirini na nne zijazo na kwa usiku wa leo, ni matarajio yetu kuwa maeneo yanazunguka Ziwa Victoria, maeneo haya yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache. Maeneo ya kati mwa nchi yetu, nyanda za juu kusini magharibi pamoja na mkoa wa Ruvuma, maeneo haya yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache, wakati maeneo mengine ya nchi yanasalia maeneo haya yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi pamoja na ukavu kwa ujumla. Na kwa siku ya kesho, mifumo ya upepo naishapo inatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita kumi kwa saa katika ziwa Nyasa na kwa kasi ya kilomita ishirini kwa saa katika ziwa Tanganyika, ziwa Rukwa pamoja na ukanda pwani ya kusini mwa bahari ya Hindi, lakini pia kwa kasi ya kilomita thelathini kwa saa katika ziwa Victoria pamoja na ukanda pwani ya kaskazini mwa bahari ya Hindi. Na hivyo hali ya bahari inatarajiwa kuna mawimbi madogo mpaka makubwa kiasi. Na mifumo ya anga bado inaendelea kuonyesha uwepo wa viashiria vya mvua katika maeneo mengi hapa nchini. Na kwa siku ya kesho ni matarajio yetu kuwa maeneo yanayozunguka ziwa Victoria, magharibi mwa nchi yetu, maeneo ya nyanda za juu kusini magharibi, maeneo ya kati mwa nchi yetu, nyanda za juu kaskazini mashariki pamoja na mkoa wa Ruvuma, maeneo hayo yatakuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache pamoja na vipindi vya jua. Wakati maeneo mengine ya nchi yanayosalia, maeneo hayo yatakuwa na hali ya mawingu kiasi pamoja na vipindi vya jua. Na tupate kuangalia utabiri wa hali ya hewa wa siku nne zijazo kwa baadhi ya miji hapa nchini. Dar es Salaam, vipindi vya mvua na ngurumo pamoja na vipindi vya jua vinatarajiwa. Dodoma, vipindi vya mvua na ngurumo vinatarajiwa. Mwanza, vipindi vya mvua na ngurumo vinatarajiwa. Kilimanjaro, vipindi vya mvua pamoja na mvua na ngurumo vinatarajiwa. Mbeya, vipindi vya mvua na ngurumo vinatarajiwa. Morogoro, vipindi vya mvua na ngurumo pamoja na vipindi vya jua vinatarajiwa. Lakini pia hata kwa Arusha, vipindi vya mvua pamoja na mvua na ngurumo vinatarajiwa. Na kutoka Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania, hatuna la ziada. Ulikuwa nami Rebeka William, tukutana hapo kesho muda, wakati kama huu.